Karibu, karibu haya, weka sasa, kuna jambo moja ambayo inatuletea shida kidogo, ila shida tunapata ni ii mambo ya mambo e requirement. Mimi najua ra rais na executive wake wanataka fairness kwa hii maneno ya e requirement, lakini mimi nataka kuambia rais na mawaziri ya kwamba hii procurement hata sisi tunakubali, lakini lazima ifanywe pole pole pole pole, kwa kiasi. Kwa mfano nataka kutoa, sisi saa hii tuna, tunafanya miradi mingi kama Teachers Training College ya Tarban wa, uh, wanafunzi wengi wamejiandikisha na sasa wanakosa madrasa zile programs ama classes tunataka kujenga, hatuwezi kujenga kwa sababu kila kitu imesimama kutokana na hii i procurement na masomo ya wanafunzi haiwezi kungoja kwa vitu kama hivyo ama uh, vitu ya emergency kama hospitali, certain level of procurement should be allowed as it was before. Nyakora mgeajiangadwanawaka